Na sasa tunageukia spoti ambapo mchuano wa mataifa bingwa Afrika kwa vijana chini ya miaka ishirini umeanza rasmi usiku wa Jumapili nchini Misri. Timu ya Kenya Rising Stars itafungua kampeni yake siku ya Alhamisi dhidi ya Morocco. Mwanaspoti wetu Lukman Mahamud ana mengi zaidi kutoka Misri. Misri walianza vyema mchuano huo kwa ushindi mwembamba wa moja bila dhidi ya Afrika Kusini huko Zambia na Sierra Leone wakitoshana kwa sare tasa. Rising Stars ya Kenya imeendeleza matayarisho yake katika kambi ya shirikisho la soka nchini Misri wakijiandaa kwa mechi yao ya ufunguzi katika kundi ba. Kusema kweli tunashukuru Mwenyezi Mungu tuliweza kufika hapa salama na tunaendelea kwa maandalizi. Tumepata nafasi ya kucheza mechi ya kirafiki dhidi ya Ghana. Uh, na ilikuwa mechi nzuri sana tuliweza kutoka sare ya mbili mbili, mm -hmm. Na inatupatia motisha ya, ya, ya kwamba tunaweza fanya vyema uh, hata kwa, kwa, kwa, kwa tournament yenyewe, so tunazidi tu kujipanga ili kuweza kuona kwamba tumepata tume matokeo ambayo itatupatia moyo sisi kama Wakenya. Licha kwa mara yao ya kwanza kufuzu kwa dimba hili, wachezaji wa Rising Stars wanasema wamejitayarisha kuendeleza historia yao ambayo itabaki kwenye kumbukumbu kumbu ya soka nchini Kenya. Tumepiga training poa na wataenjoy na waanze kuzoea na sahi Losers. Kenya imeratibiwa kucheza mechi yake ya kwanza Alhamisi dhidi ya Morocco uwanjani 30th June kabla kui ya kuivaa Tunisia na kukamilisha ratiba dhidi ya Nigeria baada ya kukamilisha kambi yake ya awali hapa nchini Misri, kikosi cha Rising Stars sasa kitakuwa kinakamilisha maandalizi ya mwisho kabla ya mechi yake ya ufunguzi siku ya Alhamisi. Lukman Mahmud, Runinga Citizen, kutoka Cairo nchini Misri. Mtazamaji huo, ndio mwisho wa taarifa zetu ndani ya Sema na Citizen. Nasema asante sana kwa kutazama. Hadi wakati mwingine, kwaheri.